Allykk TV. Akilsunu mtafita majira katika maisha ya binadamu, na usubscribe na kushare katika tereletu ya unefoo katika mizimu hii ya kiwasa, hapa kingwasa mikese Morogoro, Tanzania, hapa mime niliko, na leo hii tunakupa faida kubwa sana wewe mfanyabiashara, we mfanyabiashara mdogo au mfanya biashara mkubwa, lakini una mambo unayesumbuka nayo katika mambo ya kibiashara, na hasa mzunguko wa kibiashara, wateja kwako kwa hawatulii, au hupate wateja ambao unawahitaji katika mzunguko wako wa kibiashara. Na kupa siri hii, ifanye kwa utulivu, kwa umakini sana, ili ukatengeneze mzunguko mzuri wa biashara na ukatengeneza faida katika biashara yako kwa kuwa na wateja wengi katika biashara yako. Kumbuka nimewambiaga kwamba hakuna dawa za biashara, ila iko mifumo ya kufanya biashara yako iende. Hasa kwa hatua ya kwanza tuseme kwamba kwanza ijue siku ya Alhamisi. Alhamis ni siku bora bora sana katika kutengeneza mifumo ya kibiashara asakakuwa Alhamisi ni siku bora kutengeneza mifumo ya kibiashara. Angalia aina ya biashara unayoiuza, alafu iwe duka kubwa ambalo pengine ndiko unakununua wewe bidhaa hapo. Yani hilo duka linatakiwa ni la jumla, wewe mwenyewe unaenda kununua hapo bidhaa za jumla kwa jumla, na unakuja kuuza pembeni ya hapo kwa rejareja sasa unachotakiwa kufanya sumbuka, tafuta Alhamis nzuri, na hasa ilo duka likiwa, muhusika wa lile duka, yaani mwenye mali anahusika kuuza. Ili wai asubuhi na mapema, siku ya Alhamis duka likiwa linafunguliwa, hakikisha wewe uwe mteja wa kwanza kununua bidhaa katika lile duka na hakikisha kwamba muhusika mkuu wa lile duka. Nikisema muhusika mkuu, maanake ni mwenye mali, amekuhudumia na amekurudishia chenji kiasi chochote tu, ila kutokana na hali ya kiuchumi, basi ni vyema kwamba ikawa chenji ya pesa ndogo ambayo hutoitumia Okay, akisha kwa kwamba amenunua bidhaa yoyote kwake hata kama ni ndogo au vikubwa, lakini amekurudishia change kama pesa ya Tanzania iwe shilingi hamsini, shilingi mia, shilingi mia mbili shilingi mia tano shilingi elfu moja elfu mbili kwa uwezo wako au elfu tano, ilimradi pesa hiyo amekurudishia, iweke alama hiyo pesa. Ukishaweka karama hiyo pesa hakikisha iwe asubuhi ya Alhamis, isiwe imevuka saa tano kutoka saa moja saa mbili saa tatu saa nne saa tano Sa -sa -sa kutoka saa moja saa mbili saa tatu saa nne mwisho. Yani ikifika saa nne na nusu mwisho saa tano usinunue akishakupatia pesa hiyo Yaani, baada ya kununua bidhaa, lengo lako kuu yule muhusika mkuu akuhudumie, yeye akurejeshee chenji. Ukishaipata hiyo change, lijia kwa ile darasa letu lile kwenye pesa uliyopewa bila kuomba, na hasa kama ulipewa na mtoto mdogo Kachanganye pamoja na pesa ile ambayo umepewa na yule mfanya biashara zote, ziweke alama moja, iweke juu ya fremu yako, moja iweke chini ya fremu yako, sikao. Unaelewa, kama bidhaa yako unauza kwenye fremu, ile pesa moja uliyopewa na mtoto ambaye hukumuomba na pesa ya pili ambayo ulienda ile siku ya Alhamis kwa mfanyabiashara. Na kama bahati yako nzuri, pesa zote huo umezipata siku ya Alhamis, yaani mtoto awe amekupa pesa siku ya Alhamis, na umekwenda dukani kwenye duka kubwa siku ya Alhamis, umefanikiwa kupata change katika siku ya Alhamis, na umefanikiwa kupewa pesa na mtoto katika siku ya Alhamis bila kumwomba. Sasa pesa moja iweke chini mbele ya duka lako, hata kama utaifukia pesa nyingine iweke juu mbele ya duka lako. Lakini kabla hujaiweka ile ya chini na kabla hujaiweka ile ya juu, tafuta karatasi nyeupe ambayo haina maandishi yoyote na isiwe chafu, andika maandishi ya namba sabasaba mara sabini, yaani zile namba saba unaziandika mara sabini. Alafu namba gg jg ile unaandika mara saba. Alafu ile namba ss ile unaandika mara kumi na tisa. Alafu unaandika jina lako kwa wewe kisha unaandika jina la mtoto aliyekupa pesa, kisha unaandika jina la yule mfanyabiashara mkubwa mwenye duka kubwa ulikuenda kununua kitu, ili upate chenji alokurudisha yeye mwenyewe siku ile ya Alhamisi. Mwisho unaandika eneo ulilokuwepo wewe unalofanyia biashara. Karatasi zote mbili Yani, moja utafukia chini, moja utaweka juu kwayo. Ile ya chini utafukia na ile pesa, ukiwa umepulizia manukato mazuri. Ninaposema manukato mazuri, kwa elimu zangu, tumieni manukato haya ya smart Cleopatra. Tunayo, tunauza shilingi elfu kumi, ambayo ni manukato ya maua, tumeandaa sisi wenyewe katika mizimu hii ya Kimwasa, na ni manukato mazuri yasiyokuwa na shaka lakini kama utaamini kwamba kuna manukato mazuri, hayana shaka, sio mbaya. Kwa hiyo baada ya kuifunga ile, chukua ile karatasi. Baada ya kuandika, ziwe mbili, utaandika zote, utaandika sawa. Utachukua pesa moja, utaifunga na karatasi, utaipulizia perfume vizuri, ile karatasi yako ambayo umeandika, na ile pesa ambayo ulichukua, labda iwe umepewa na mtoto au ulichukua kule kwenye duka kubwa utafunga vizuri na kazi hii pia akaifanya, siku ya Alhamisi au Ijumaa saa moja asubuhi, utaifukia chini au utaiweka chini katika eneo lako la biashara. Na moja pia utakaratasi kama utaandika vile vile kama ulivyoandika ile nyingine, utaiweka juu, naye utaipulizia perfume nzuri, au tumia haya ma Smart Cleopatra ambayo tunaiuza hapa katika mwezi wa Kimwasa. Ni manukato yasiyokuwa na shaka, manukato ya miti maua, miti sabini na tano na tunauza shilingi elfu kumi Kama utahitaji, utapiga namba zangu za simu hizi za sufuri saba sita tano tano tano tisini arobaini na mbili. Atakaye kupokelea mwambie, mimi nahitaji Smart Cleopatra, atakuuzia shilingi elfu kumi Baada ya hapo, mmoja ukiweka meweka chini, moja ameweka juu, kitakachofuata wewe ni kumwachia Mwenyezi Mungu mwenyewe. Amini kama kweli ulilenga biashara nzuri, ulilenga eneo zuri, biashara itazunguka na kipato kitaingia bila shaka, ili mradi uzingatie maelekezo ambayo nimekupatia bila shida. Kama utafeli ni wewe, lakini mimi nawapeni zawadi tu, zawadi nawapeni bure, hizi za kufahamu, lakini wakati huo, msisahau darasa jipya ambalo tunawapeni. Maana yake kuna wakati unakwenda hata kwa waganga, unafanya vitu vingi na uelewi. Waganga wenu hawana uwezo wa kujua vile vitu ambavyo tunawafundisha. Viongozi wenu wa dini pia hawana uwezo wa kujua katika vitu ambavyo tunawafundisha. Kuna wakati umepata mtoto, lakini mtoto nyota ni adui naya kwako. Kuna wakati umepata mume au mke, na huyo mume au mke nyota ni adui naya kwako. Kuna wakati una mfanyakazi na huyo mfanyakazi ni nyota adui naya kwako, au kuna wakati una mtu unaishi naye na unamsaidia tu, au wewe ni bingwa kutoa misaada tu basi inawezekana akawa wanajiangamiza pasipo kujitambua. Hizi ni elimu tu, hatuongee kwa chuki, tunawafundisheni kwa sababu watu wengi wako kwenye mapambano ya kutaka mafanikio. Hasa kwa biashara yoyote unayoiuza, zingatia maelekezo haya ambayo nimekupa, na amini Mungu atakubeba utafanikiwa. Kazingatie hilo nalokwambia. Na kwa kuongeza zaidi ile pesa uliopewa na mtoto, baada ya kuwa umeshaandika mb... ile karatasi, baada ya kupulizia ile Cleopatra iweke kwenye maji, alafu chukua hayo maji, baada ya kutoka kuweka kwenye maji kidogo tu, chombo kidogo kama glasi. Alafu nenda kaoge maji, iwe siku Alhamisi, lakini asubuhi saa moja ukishatoka kuoga, kama utafeli Alhamisi iwe Ijumaa. Akitoka kuoga jipakaze yale maji mwili mzima, kuanzia kichwani mpaka miguuni kwenye unyayo. Mungu atakusaidia zaidi, ili kung'aisha na mwili wako na nyota yako. Mungu atakusaidia ya zaidi. Tuzingatie haya mafunzo ambayo tunawapeni, kwa sababu tunawapeni kidogo kidogo, lakini kwa yule ambaye mzoefu na anatufuatilia vizuri Amini utapata mafanikio mazuri, sababu hatutoi mafundisho ya kijinga, tunatoa mafundisho yalikuwa na ukweli yenye kusimamia na kuiongoza katika ulimwengu wetu. Kafanye hili, uhitaji kwenda kwa mganga, uhitaji nguvu za mganga katika biashara yako. Lakini ukifanya hiki kinachokuelekeza, utakuwa na siri yako na ni kitu ambacho kitakusaidia. Utakuwa umetengeneza hirizi ya chini kwa pesa na hirizi ya juu kwa pesa. Tumia akili yako vizuri tupo Kimwasa mikese, Morogoro, Tanzania. Namba za simu ni 0765559042, na 0673559042, hapa hapa kwenye mizimu ya Kimwasa mikese, Morogoro, Tanzania, ndiko ninapopatikana. TV.